Ukiangalia na nilikuwa najaribu kuangalia haraka haraka wakati se ametupitisha hapo, lakini pia na DT alivyotupitisha, na tumesema kweli tunazo hoja ni chache, na mimi niwapongeze kwamba tulipata hati isiyokuwa na mashaka. Hongereni na waheshimiwa madiwani, hongereni kwa kulisimamia ofiang asija kaja yule bwana akalitia maji mgema. Sana huwa niko vizuri, la hasha. Siku zote tuone kwamba bado tu dhaifu, ili tuweze kufanya vizuri, na usitake kusifiwa, wengine wakusifie kwamba unafanya vizuri. Usiseme mimi mwenyewe nafanya vizuri, maanake utakuwa unajitekenya mwenyewe alafu na unacheka mwenyewe. Kwa hiyo niendelee kuwaomba kama alivyosema na kushauri sea tusiwe mabingwa wakuu wa kutetea, tuzuie hoja. Na ukipitia haraka haraka kwa haraka utaona hoja nyingi za mwaka kabuliwe zile, zile ambazo zina maelekezo ya kamati ya Bunge, lakini hata zile ambazo ni za nyuma ukiangalia kwa undani, kama kweli tukasimama gesimama mahali pake, hoja nyingi, mimi kwangu, usione kama ni hoja. Kama kweli tuko serious, nyingi ni compliance, uzingatiwaji wa sheria, taratibu, kanuni na miongozo mbalimbali ya serikali ndio sehemu kubwa. Changamoto iko hapo, nyingi ziko hapo. Kwa hiyo niwaombe watumishi wenzangu, hebu turudi, tubadilike. Tunafanya vizuri sawa, lakini na tunataka tufanye vizuri zaidi. Kwangu mimi kama mtendaji, tunasema hizi hoja ambazo zipo kama ishirini na kitu sio nyingi. Kwangu mimi kama mtawala, hizo hoja bado ni nyingi, kwa sababu hata Mwenyezi Mungu aliweka amri usiibe, usifanye hiki usifanye hiki. Na sisi tuna sheria hizi, tusifanye kufanya vile ni kosa, kufanya vile ni kosa. Kwa hiyo ni waombe, hebu tuwe wazingatiaji wa sheria. Ina inasikitisha ina, ina, ina kwamba hoja za nyuma, yani tunapata hoja tu sababu mtu alifanya manunuzi kupata risiti ya EFD commitment, hapo haipo. Kuna ukiukwaji wa sheria, kwa sababu sheria inakwambia kama hujanunua, kuzingatia sheria kwa kupata risiti si kosa. Lakini kuna watu walichukua masurufu huku, hawakufanya retirement. Sheria zipo, lakini nani wa kuisimamia ile sheria? Ni sisi watumishi. Sasa niombe hoja zile zote na bahati nzuri mkurugenzi huko hapa na wataalamu wananisikia, zile hoja zote za miaka ya nyuma za laki, of course kuna nyingine zitakwenda miaka mpaka mpaka 27 zile ambazo ukwa, mimi nasema kama sio hoja, hebu ifike tarehe thelathini hii Juni, mkurugenzi unda, unda, unda tibu ndogo ipitie hizo hoja zote, kama kunahitajika vielelezo ama kila kitu, majibu yameshapatikana, tumwombe sasa, si yuko hapa, Aende kufanya verification, tutoe hizi hoja ambazo hazina mashiko, lakini kwa mengine niombe tuandae taarifa, na hii ni kuagize yeme tuwe na kikao cha mkla tarehe kumi na nne na kumi na tano mwezi Agosti kwa mkoa mzima, tupitie tujiridhishe, kuona hizi hoja zinazo ambazo zipo zina uzito gani, na tuwe na majibu sahihi. Kipekee Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie nafasi hii kukupongeza wewe binafsi kwa usimamizi wako mzuri, hekima na busara, ambayo imefanikisha halmashauri yetu ya wilaya Tanganyika kuendelea kufanya vizuri. Tunakupongeza wewe pamoja na waheshimiwa madiwani, ambayo haya mazuri yote ambayo yanazungumzwa katika halmashauri ya wilaya ya Tanganyika ni kwa sababu ya usimamizi thabiti wa waheshimiwa madiwani. Tunawapongeza sana kama serikali ya mkoa, na kama walivyosema wenzangu, tunaamini tunaamini kwamba kwa sababu mmeshaweka msingi mzuri, basi inshallah Mwenyezi Mungu ajalie inapofika Oktoba, basi na haya mengine yaweze kwenda vizuri, na ninaamini kwamba Mungu atakwenda kuyatenda haya. Sisi zaidi ni kuendelea kuombea afya njema na mafanikio katika zoezi hili ambalo tutakwenda kulianza hivi karibuni, nikiamini kwamba haya mazuri ambayo tumeyafanya basi tuweze kufika kule ambako Mheshimiwa DC alikuwa anazungumza, tuweze kufika ile nchi ya ahadi. Na ninaamini Mungu atakwenda kuyatenda kama ambavyo yaya Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa katika kuendeleza nchi yetu na wilaya yetu fedha ambazo tumetaja kwenye vitabu vya halmashauri mw. ukiunganisha fedha kwenye tanos, unganisha kwenye RUWASA, TARURA, TFS na taasisi zingine, tunakwenda kwenye takriban bilioni ya tano kuelekea na sababu nyingine. Kwa hivyo sasa tunapaswa kuwa na ndizo zinaofanya wananchi wakanarika, uendelee kutembea kifua mbele kwamba wanaye raisi wa aliye wajali, na sisi zote tumemsaidia kazi kwa nafasi tofauti, kwa nafasi tofauti, katika vinao tofauti, katika majikumu tofauti, lakini kikubwa, yeye amesimama mbele yetu, nyuma yetu, katikati yetu, yuko pamoja na sisi kama vile ambavyo Mungu alikuwa pamoja aaazli wakati aafi kutoka e Kanani. Sisi tunapenda kanani ya mafanikio katika nchi, kanani ya kiuchumi, kanani ya demokrasia, kanani ya kila ilo jema katika nchi yetu, ukiwemo ustawi, utulivu na amani katika nchi yetu. Kwa taarifa za hesabu za mwaka 2324 halmashauri ya wilaya ya Mpanda ilipata hati inayoridhisha kwa maana ya unqualified opinion. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi mwaka mwaka elfu mbili mwaka ishirini na tatu ishirini na nne halmashauri ya wilaya ya Mpanda ilikuwa na jumla ya hoja za ukaguzi thelathini na nane zikijumuisha hoja kumi na saba za miaka ya nyuma. Baada ya taarifa ya ukaguzi kwa mwaka ishirini na tatu ishirini na nne kutolewa, ofisi ya ukaguzi wa hesabu mkoa wa Katavi ilipokea taarifa ya utekelezaji mnamo tarehe sita Juni elfu mbili na ishirini na tano na kwa kushirikiana na wataalamu wa halmashauri yako tulifanya uhakiki baada ya uhakiki hoja 28 zimepatiwa majibu ya kuridhisha na kufungwa na kusalia hoja 27 sawa na asilimia 49 ya hoja zote. Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja 27 zilizosalia zinaendelea kutekelezwa hivyo zimesalia kwa ajili ya ufuatiliaji yani. Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri ya Mpanda ilikuwa na maagizo kutoka kamati ya bunge ya hesabu za serikali za mitaa kwa maana ya LAAC ambapo ajasho ilikuwa na maagizo sita, ambapo maagizo yote yapo katika hatua ya utekelezaji. Lakini kwa kweli, tukushukuru sana tumepata kibali, lakini tufikishe salamu. Lakini pili, kama salamu zangu nilivyosema, nikushukuru wewe kwa shughuli unazofanya, tunajua wewe ndio mkuu utumishi katika mkoa huu. Na mimi kwa niaba ya madiwani, kwa sababu nilipata muda mwingi sana kukutana kwenye vikao mbalimbali. Kucomforta, kwa kweli, ni mtu ambaye unafikika muda wote. Na kuna kipindi unaturuhusu mpaka tukutane na sisi wenyeviti. Tukushukuru sana. Kwa hiyo naamini, nataka nasema hayo kwa kuwa najua inawezekana pia tusipate tuna muda kuona kama madiwani.